Katika mashariki mwa Canada, kuna barabara ndefu na hatari inayokatiza maeneo ya pori na pwani la Atlantiki, ruti ya 132. Barabara hii ina urefu wa zaidi ya kilomita 1400 ndani ya mkoa wa Quebec, ikipitia maeneo ya mbalimbali, kukwea na milima na kupitia hatarini kabisa na kando ya Ghuba ya St. Lawrence. Kwa miaka mingi, sehemu ya ruti 132 au 132 na zimejulikana kama miongoni mwa barabara hatari zaidi nchini Canada, mahali ambapo maumbile hutawala na dereva hupita kwa huruma ya mazingira. Hii ni makala ya M24, karibu sana. Jina langu ni Samuel, twende pamoja. Route 132 32, inayozunguka Quebec katika duara refu, lakini sehemu hatari zaidi iko eneo la Gaspe Peninsula, sehemu ya pori baridi, na sehemu yenye ardhi isiyotabirika iliyojengwa mwanzoni mwa karne ya ishirini ili kuunganisha jamii ya wavuvi, wachimba madini na wakata miti na sehemu nyingine ya Quebec, lakini waandishi wakati huo hawakutarajia nguvu kubwa ya bahari, udongo wa milima unaoporomoka na majira ya baridi kali kwa Kanada. Kuna miteremko mikali, mawe ya kuporomoka, baridi kali na ukungu. Kuna sababu kadhaa zinazofanya ruti ya 132 kuwa hatari. Barabara hii ni nyembamba sana, zenye kona kali na sehemu zisizoonekana mbele milima inayoangalia huachia mawe makubwa bila tahadhari, yakiporomoka moja kwa moja barabarani. Upepo mkali wa baharini na momonyoko wa pwani husukuma barabara karibu na kuzunguka maji. Majira ya baridi huleta theluji nzito, barafu, mvua ya mawe na dhoruba kali, ambazo hufanya uendeshaji kuwa hatari kupita maelezo. Ukiunganisha yote haya, ajali zinakuwa mara kwa mara. Kwa wakazi wa eneo hili, ruti ya mia na thelathini mbili si barabara ya kuchagua, ni njia pekee ya kuunganisha vijiji vyao na dunia ya nje. Dereva mmoja aliposimulia jinsi lori lilivyochukuliwa na upepo baharini, wakati anazungumzia mawe yalivyoporomoka ghafla ya kigonga magari, na wengine wamewahi kunaswa wiki nzima baada ya barabara kufunikwa na theluji. Nani mmoja anasema barabara hii haina mzaha, hata mzoefu lazima aiheshimu, la sivyo, itamfundisha kwa maumivu. Serikali ya Kanada iliweka nguvu nyingi kuhakikisha usalama wa ruti 132, ikihatarisha miamba, kujenga vizuizi vipya, na hata kuhamishia baadhi ya sehemu mbalimbali za barabara na pwani. Lakini changamoto kubwa, pwani inabadilika kila siku na nguvu ya bahari haitabiriki. Mara nyingi marekebisho hudumu kwa msimu mmoja au miwili tu kabla ya matengenezo kuhitajika tena. Licha ya hatari zake, ruti ya 132 ni mojawapo ya barabara nzuri zaidi duniani. Upande mmoja kuna milima mikubwa, upande mwingine bahari isiyo na mwisho. Mandhari ya asili, wanyama, na vijiji vya kale vilivyoonekana kama vimedumu kwa karne nyingi. Hapo ndipo watalii wanapiga picha, wapenda safari hufika kutafuta uzuri uliopo ndani ya hatari. Ruti 132 ni zaidi ya barabara, ni ushindani kati ya ubunifu wa binadamu wa nguvu na asili, kielelezo kwamba katika maeneo ya mbali na Kanada, mazingira bado ndiyo yana uamuzi wa mwisho. Kwa M24 Habari documentaries, hii ndiyo hadithi ya Route 132, barabara hatari zaidi nchini Canada. Karibu tena, usite kuwa nasi katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na pale TikTok.